Na moja kumoja, na hidi, kwa moja nianze na ile taarifa ambayo nimekuahidi kwamba waziri mkuu wa zamani Edward Lowassa leo amejizolea wadhamini zaidi ya laki mbili na elfu kumi na mbili katika jitihada zake za lala salama za kutafuta ridhaa ya Chama cha Mapinduzi, na idadi hiyo inafanya jumla ya wanachama waliomdhamini kufikia zaidi ya laki saba katika mikoa ishirini na nane tofauti. Jamila Omar anayeongozana na kada huyo wa Chama cha Mapinduzi anaarifu zaidi kuwa nipatashika nguo kuchanika pale msafara wa waziri mkuu wa zamani Edward Lowassa ulipokuwa ukitoka wilaya moja hadi nyingine, na kusababisha baadhi ya shughuli kusimama kwa saa kadhaa, huku askari wa usalama barabarani wakilazimika kufanya kazi ya ziada kuongoza magari kama ambavyo kila mmoja anavyolifahamu jiji la Dar es Salaam, kuwa na msongamano wa magari, jua kali la utosi, huku wakazi hao kila mmoja akiwa na pilika zake za kutafuta mkate wa kila siku, ili mradi mkono uende kinywani baadhi ya wanachama na wapenzi wa Edward Lowassa hawalioni hilo wanajitokeza na wengine wakiwa barabarani kwa malaki kumdhamini katika safari yake ya matumaini. Mimi kwa jina naitwa Hana Saidi Kiduri, mkazi wa Majoe, maeneo ya Kichangani, mtaa Kichangani. Nimekuja hapa toka saa 12. Lowassa nimempenda sana kwa sababu ni mchapakazi. Nimekuja kumpokea Mheshimiwa Edward Lowassa ambaye ibora wa Chama cha Mapinduzi na Tanzania kwa jumla. Mimi naitwa Edmund Garawa, ni katibu wa tawi la Yombo erini, atokea Yombo. Nimekuja hapa kumpokea Mheshimiwa bwana Lowassa kwa sababu amethubutu kutenda bila kujali na bila kuogopa. Adia Kimaro, katibu CCM tawi la Yombo, kata Segerea, ndani ya wilaya Ilala, hapa Sangara. Nikepata ka sukuu saa moja nimekuja kumpokea Mheshimiwa rais mtarajiwa Edward Lowassa. Unapozungumzia mkoa wa Dar es Salaam huwezi kuacha kutaja jina la mwenyekiti Ramadhani Madabida. Ninakujua moja ya sifa za kiongozi ni kuwa na uvumilivu na ustahimilivu kuhimili mikiki mikiki lakini kama vile haitoshi, huyu hapa kada mkongwe wa chama hicho Salum Madenge. Lakini ziko dhana zinazosema umma huu unanunuliwa. Sasa utakapokuja, sijui na wale juu ya miti nao wamenunuliwa wakae juu ya miti. Tunaambiwa watu wao, wezangu nyewe, mmenunuliwa pamoja tangu asubuhi, wa uliona watu pembezoni mwa barabara hivi, wale nao anwani zao zipi ili tuwatumie hela? kwa tana, ukweli ubaki kuwa ukweli. Na sisi wenzako Kinondoni tumebadilisha misemo ya Kiswahili ambayo haina, haina mashiko eti nasema, mnyonge mnyongeni huo ndo useni hasa ukisha mnyonge leatu nakumpia kaburi Halafu yote kwa yote, Kingunge Ngombale Mwiru, mwanachama wa CCM kwa miaka sitini, anatahadharisha viongozi waliopewa dhamana ndani ya CCM kutotumia nyadhifa zao kwa manufaa binafsi. Hatuwezi kukaa tukasema yeyote yule anaweza tu. Hiyo sio lugha ya watu makini. Hilo wanaweza kusema walionacho, lakini wasionacho hawawezi kusema hivyo. Kwa kuwa chama chetu kimeweka utaratibu, tufuate utaratibu.

Ataendelea na ziara ya kutafuta wadhamini katika mkoa wa Pwani na kukamilisha katika mkoa wa Morogoro. Jamila Omar Chane.